Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ametekeleza majukumu yake, hapana shaka kiwango cha magesacha ameshakipita. Hakika mwanamama huyu amefanya mambo makubwa katika taifa letu, na mimi ninamtia moyo kwa maneno ya kitabu kitakatifu, kitabu cha Qur'ani, kuna mahali panasema fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linuna kwamba yasikuhuzunishe maneno yao, hakika sisi tunajua yaliyofichamana na yaliyo wazi. Mungu wa mbinguni ambaye anaiona kazi kubwa ya Daktari Samia Suluhu Hassan, nina hakika yuko pamoja naye na ataendelea kumlinda na Tanzania itaendelea kusimama katika viwango vya juu kabisa ndani ya dunia hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, Rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya mambo makubwa na sisi mkoa wa Tanga tulikuwa na kila sababu ya kumjazia makura mengi ya kishindo. Hakika mama huyu kwanza kabisa ametutoa kimasomaso wanawake wa taifa hili. Kila aliyekuwa akidauti, sasa hivi anaona haya kwa namna ambavyo amewautshine kwa kazi nzuri na kubwa ndani ya taifa letu. Nani kama mama Samia na mama Samia. Hakika jamani, sisi wananchi wa mkoa wa Tanga ambao tulikuwa na viwanda viwanda kadhaa ambavyo vilikuwa vimekufa, na mimi mwaka ishirini ishirini na nne hapa niliomba katika bunge hili tukufu viwanda vile viweze kufufuliwa, lakini ndani ya siku mia moja za Daktari Samia Suluhu Hassan tayari Tanga viwanda vitatu vimekwisha kufufuliwa na sisi vijana na wananchi wa mkoa wa tanga tunaona fahari kubwa sana kwamba hatukukosea sisi kumpa kura nyingi kwa namna ambavyo tumempa asilimia tisini na nane mama samia zinamstahili ndugu zangu sisi wananchi wa mkoa wa tanga kiwanda cha african harmon kimetoa ajira za kudumu kwa vijana mia mbili kumi na nane kiwanda ambacho kimekufa muda mrefu sana Tangu enzi za Nyerere. Leo Mama Samia amekuja kuirudisha rekodi ya Nyerere na kuirudisha ramani ya mkoa wa Tanga. Tuna kila sababu ya kumwombea heri na baraka nyingi, Daktari Samia Suluhu Hassan mama yetu huyu. Kiwanda kingine cha rolling steel ambacho kinatengeneza nondo, kiwanda ambacho kinazalisha nondo takribani tani 30 mpaka tani 40 kwa wiki, leo Tanga kimeanza kufanya kazi ndani ya siku mia moja za Daktari Samia Suluhu Hassan. Nani aseme kwamba eti Samia sijui ajiuzulu? Tutamjibu kwa hotuba ya Margaret Thatcher aliyoisema The lady, there is no turnover. The lady should go on. The lady is not weak. The lady is capable enough. Tunampongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Na kiwanda kingine saply and wood kinachotengeneza marine body na plywood Tanga tayari kinaanza kufanya kazi ndani ya siku mia moja za Daktari Samia Suluhu Hassan mioyo yetu imejawa na unyenyekevu, imejawa na shukurani dhidi ya mama huyu Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini vile vile tunampongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa hakika, ametusaidia wanawake wa mkoa wa Tanga. Leo hii tunabeba maji majumbani kwetu kwa kiwango kikubwa sana ametuletea trilioni tatu katika miaka yake mitatu minne ya uongozi wake. Trilioni tatu hizo hazijawahi kutokea tangu Tanga imeumbwa. Tuna kila sababu ya kumwagia makura nyingi makura mengi ya kishindo, na hakika Daktari Samia Suluhu Hassan, baada ya dhamira yake ya kuleta ufanisi kwa wanawake wa mkoa wa Tanga, imeendelea pale ndani ya wilaya ya Mkinga ametuletea juzi tu mavifaa mwamwamwa kwa ajili ya maji, bilioni thelathini na tano zimeshuka ndani ya wilaya ya Mkinga. Nani kama mama Samia Suluhu Hassan? Hakika tuna kila sababu ya kuuona mwelekeo wake chanya aliyotoa katika hotuba yake hii kwa mustakbali mpana wa taifa letu, na sisi wabunge kama ulivyotuhusia kwamba tuibebe dhamana tuliopewa na wananchi, ili tuweze kushauri ipasavyo nasi tutakushauri mama, bila hiana, kwa sababu ni mama msikivu, unayoyatekeleza mambo yote unayoyaweka katika matendo. Tunakushukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Vile vile Daktari Samia Suluhu Hassan katika hotuba yake upande wa elimu ameonyesha umuhimu wa kuunganisha mikoa na wilaya kidijiti ili kubadilishana uzoefu na wanafunzi kuweza kupata maarifa endelevu. Sisi tunamshauri Daktari Samia Suluhu Hassan, jambo hili ni jema sana, kuunganisha wanafunzi wa vijijini na mjini kidijiti kuweza kupunguza kushare uzoefu, lakini vile vile, sasa ionekane haja ya kuitumia tehama kupunguza wimbi la upungufu wa walimu wa masomo ya sayansi. Kwa kutumia tehama, tunaweza kumfanya mwalimu mmoja akafundisha madarasa matatu.